Unatamani bibilia yake Mungu amesema, usitamani chochote. Kuwa hicho chokanacho jioni hii ni bora kuliko kitu kingine. Baba anakwenda kunyosha mkono, we panua kinywa chako. E, hata usori, tu hata kama usoni, panua tu kinywa chako, afu anaangalia moyo wako ulioachilia, moyo ulionyenyekea, moyo ulikuwa mtakatifu, uliokama kama alipa chupa alipenuka

mengine yote asema usinijaribu, usimjaribu Bwana Mungu wako, mwampi mwenzako Bwana Mungu. Bwana asemaje katika Ayubu thelathini thelathini na Ayubu thelathini na sita na mstari wake wa kumi na tano. Asima huyo Mungu, huyo wa Isaka, huyo wa akoko, huyo Mungu alekumba weule yeye, kazi yake kubwa ni kwaponya. Asima yeye kumponya alyechabika kwa njia ya yaugagi. Mungu anangaliechabu yako anampona. Mungu maneno ya kinywa chao anaangalia hata kuna jambo lolote katika maisha yako. Lakini jioni hii aninaamini kabisa uye Mungu ameona taabu ya njia zako, ameona maonevu yako, ameona masikitiko yako, na anayafunua masikio yao hao waliokuonea wasikie kuwa Mungu uliokuwa nao wasikie, jinsi mamlaka ya Mungu niwokuwa ndani mwako kama wewe unajua Mungu anasikia na wale waliokuwa masikio